Iyo, kwa kifupi, binti mdogo, nimemaliza form 6, tuko Ruvu National Service. Basi shingo yangu ikaatia baada ya ile extra drill, kwa hiyo wakanibeba kwenye Land Rover, wakanileta Muimbili, wakapiga x-ray ugonjwa uonekane. Basi wakasema kuna madaktari bingwa kule, wale masajionzi, huyu binti huyu apelekwe huku huyu askari apelekwe huku. Kwa hiyo wakanipeleka nikajikuta kwenye chumba kuna madaktari wawili, moja ndiye Profesa Sarungi, mwingine alikuwa ni mzungu, lakini kwa muhimu wake sijasahau jina lake, alikuwa anaitwa Dr. Belcha. Basi wale wakaangalia zile x-ray wakasema, ah, wewe hujapasuka, sio tatizo lako, sio mifupa ni tendons, ni misuri na, walivyokuwa makini wakasema, lakini wewe hujaumia kule Ruvu, huu ugonjwa ni wa zamani. Sasa ile extra dilili imetikisa tu, kamba imekatika pembambo. Kwa hiyo tuambie, maisha yako uliwahi kuanguka tena? Profesa Mungu akasema tena, kutoka kwenye mti, ulikuwa kwenye height? Ndio nikakumbuka kwamba nikiwa eh, wakati ule serikali ilikuwa na utaratibu kutupeleka Loitoktok, outward bound mountain school nikakumbuka kwamba nilikwenda kule kweli, nilianguka kwenye rope climbing. Mimi sio sio shujaa sana wa hizi mazoezi, nilianguka kutoka kwenye mti nikashikilia kwa nguvu, kumbe nime strain tendons. Kwa kifupi, wakanitibu, na mnaniona maneno yote hayo bila shingo hii, ilikuwa ndio imeshaachia. Kwa hiyo walinisaidia sana, siwezi kusahau la kwanza, la pili. Kwa hiyo nikamfahamu Profesa Sarungi, ule ucheshi ulikuwa una, nakumbuka ndio daktari wataniana sana sana sasa ikaja sisikiki. Ah, okay, ikaja sasa incident ya pili. Nimeshamza, nime, nikiwa nimejifungua mtoto wangu watatu nikapata matatizo ya uzazi naitwa dislocation, mgongo ukateguka, na nakumbuka mme wangu marehemu Wilson akakimbia kwenda kumtafuta Profesa Sarungi. Ni, ilikuwa mbaya sana. Alikuja ma, Msasani tulipokuwa tunaishi, nimelala kitandani, mgongo siwezi kuinama, siwezi kuinuka. Akamwambia, akamwangalia mme wangu mtani sana, akamwambia, Wilson huyu mke amesha paralaizi, huna mke hapo. Lakini akanitibu, mnaniona nimesimama, sina tatizo lolote. Naomba tumshangilie. Kwa hiyo mimi nazungumza kwa niaba ya wagonjwa Manake tumekuja hapa kumcelebrate. First and foremost, huyu ni daktari wa binadamu, kwa hiyo hiyo ndio inamdefine, na naamini kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa hiyo kazi ametimiza kabisa, kabisa kabisa kwa wezo wake. Sasa mwanasiasa, na mimi eti nikajikuta ndio hivyo. Harakati za chuo kikuu tunaanzisha baraza la akinamama. Sasa tunalianzishaje? uwezekano wa kutoa UWTM hakuwezekana, kwa inabidi tuanze upya, tuunde baraza huru, tunaliundaji? Ikabidi lazima tuende kwenye wilaya zote. Profesa Sarungi wakati huo ni waziri wa elimu na utamaduni, kwa hiyo akasema, kwanza hiki kitu ni muhimu sana, elimu iende vijijini, kwa hiyo kwa mkono wake akaandika barua akiruhusu kwamba walimu wa shule za msingi Tanzania nzima wapewe semina ya haki za wanawake, na ndio sababu ya lile baraza kuwa limeenea kwa kasi, niseme mwendo wa kasi tunavyosema siku hizi. Kwa hiyo huyo ndiye profesa Sarungi mwanasiasa, mimi namwona kama kwa, kwa, kwa maisha yangu ya misukosuko, ninajua watu original. Naomba tupige makofi. Kwa hiyo huyu ni mtu original. Kwa hiyo unapopata shida, hakimbii wala haukumu, anakuja kuuliza kulikoni, nini imetokea. Yaliponikuta ya escrow, alikuwa watu wanatukana, yeye ananifuatilia huko nilikokimbilia nyumbani kwetu, ana, imekuaje, imekwendaje, usiogope, kama ujafanya kosa utasimama tu. Huyo ndiye mtu tunayemcelebrate leo, this is a man of integrity.